Naam, mtazamaji wa Trend TV, nadhani kama utakuwa ulikuwa uko karibu sana na kufuatilia eh, harakati pamoja na jitihada zote ambazo zilikuwa zinaonyeshwa katika, katika hali ya binti ambaye anafahamika kwa jina la Karina ambaye amefariki siku hii ya leo, ambaye ni binti ambaye ameteseka, ameugua kwa takriban miaka nane na amefanyiwa operation zaidi ya ishirini na moja kwa ajili tu ya kuokoa uhai wake, na hii mara ya mwisho ni kwamba serikali iliingilia kati na Mheshimiwa Rais akatoa nafasi kwa Karina kwenda kufanyiwa eh, kupatiwa matibabu India. Sasa huko India amefanya operation na akawa anaendelea vizuri, lakini ghafla eh, jambo ambalo lilikuwa limesha, jambo ambalo limeshangaza watu ni kwamba amefariki siku ya leo, so kwa mujibu wa vitu ambavyo tulikuwa tunaviona huko mitandaoni na jinsi ambavyo tulikuwa tunafuatilia issue nzima ya bibie Karina mpaka kwenda kule India ni kwamba tumegundua kwamba moja kati ya waandishi wa habari maarufu, nguli mashuhuri hapa Tanzania, mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Imelda alikuwa bega kwa bega, alitoka mpaka hapa Tanzania mpaka India kwa lengo tu la kwenda kuonyesha au kumtembelea kwanza Karina, lakini pia vile vile kuonyesha watu wa Tanzania ambao walikuwa wanafuatilia Hade, hii safari ya Karina anaendeleaje kule India na alifanya mpaka alikutana mpaka na daktari wa Karina e, tukaona kwamba Karina anaendelea vizuri, lakini pia hata daktari pia alifanya mahojiano na Karina kuhusiana na hali yake. Tulimwona Karina alikuwa amechangamka, lakini ghafla amefariki, so habari hizi baada ya hapo, ni kwamba Imelda, mwandishi wa habari huyu kutoka Globo, akarudi Tanzania na ilikuwa ni siku ya simanzi sana kwa Karina baada ya kumwona mwandishi wa habari dada Imelda bwana anarudi Tanzania eh, na kuendelea na, na shughuli zake nyingine za kikazi, so ilikuwa ni simanzi pia kwa Karina. Alilia sana siku hiyo nakumbuka, na video zinazipo huko mtandaoni kwenye page ya Imelda. Sasa, baada ya kurudi ni kwamba Imelda ndo amepokea sasa taarifa kuhusiana na kifo cha Carina, na ni mtu ambaye tayari alikuwa na chemistry, alikuwa ni rafiki yake, alikuwa anazungumza na Imelda, alikuwa anamfanya mahojiano na kumtembelea mara kwa mara Carina kitokea kipindi cha miaka mingi huko nyuma wakati ameanza kuumwa, umeona? Kwa hiyo mpaka mwishoni huko mwa safari ya Imelda ya, ya Carina kule India Imelda pia alikuwepo, you understand? So e, e, automatically Imelda ni moja kati ya watu ambao wameguswa na huu msiba wa Carina kupitiliza. Na yeye mwenyewe pia Imelda Ndo hata kujizuia amelia sana, na ameeleza jinsi ambavyo alivyokuwa anazungumza na Karina baada tu ya operesheni na kuona baada ya kuona kwamba anaendelea vizuri na Imelda kurudi Tanzania, alikuwa anazungumza na Karina na Karina akawa anamwambia kwamba eh, dada Dada Imelda, nikirudi nimenunua mpaka sare, nikirudi tutavaa sare, tutapendeza, tutaenda tutatafuta sehemu tukae, tuongee, tuzungumze, maana wana, wana mambo mengi sana, wamepitia mengi, wanafahamia na vizuri, nadhani utakuwa unaelewa kilichotokea. So dada Imelda, bwana amefanya interview ya mwenyewe na ameeleza kuhusiana na hiyo issue, na hizo hayo hizo, mazungumzo ya mwishoni kabisa na Karina kabla ya kifo chake so, ni moja kati ya vitu ambavyo vimewagusa vime kweli pia ameelezea jinsi ambavyo, nikirudi Tanzania nimenunua mpaka sare, tuvae tuende sehemu tukae tuzungumze, maana nimeteseka sana lakini, yani mpaka anampigia video call wanaongea, eh, Carina anamchekesha Imelda eh, na vitu vingine kama hivyo. So alimpigia tena kwa ajili ya kumwambia kwamba, baada ya kuzungumza hivyo, baadaye tena Imelda alimpigia tena simu eh, Carina kwa ajili ya kuzungumza naye, kumwambia kwamba eh, ajia, ajiandae na safari hiyo ya kurudi Tanzania, you understand. So eh, lakini akawa namuuliza pia, Imelda amezungumza eh, hamezungu, amezungumza akidai kwamba Uh, kwamba ajiandae mapema yani mambo ya, ya tiketi na nini na vitu vingine kama hivyo. So so ni issue ambayo kiukweli Imelda ameelezea hizo hiyo, hilo swala ki, kiundani zaidi kwa sababu ni moja kati ya watu ambao walikuwa karibu na familia pamoja na karibu pia na, na mwanadada Karina mwenyewe. So ni moja kati ya videos ambazo zimetrend sana mitandaoni na imemgusa sana Imelda na kila mtu nadhani anafahamu, hususan wale ambao walikuwa wanafuatilia eh, huu karibu wa Karina na Imelda eh, tokea Karina alipopata haya matatizo. So watu wengi sana wamempa pole kiukweli. Uh, watu wengi sana wamempa pole. Na Imelda mwenyewe pia kupitia ukurasa wake wa Instagram alishare ile video ambayo wakati alivyomtembeleaga Karina kule India, uh, kabla ya kurudi Tanzania, siku ambayo anamwambia anamuaga Karina kwamba mimi natangulia nyumbani natangulia Tanzania nikaendelea na shughuli nyingine e, na wewe pia ukipona basi, tutakutana nyumbani na vitu vingine kama hivyo. Ni kwamba Karina alilia sana, kama alivyosema hapo awali, na Imelda amepost kupitia kurasa wake wa Instagram, e, kuhusiana na siku ile ya mwisho kati yake yeye na Karina. Kwa mujibu wa Imelda mwenyewe, anaiona anaiona ile video kama vile ndo siku ambayo, e, kama vile Karina alikuwa anataka anatamani alikuwa anamwaga kwa mara ya mwisho, kwamba huenda wasiona tena umeona bwana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Huyu mwanadada anaitwa Imelda Mutema eh, huyu ni mwandishi wa habari maarufu sana, na ni yuko vizuri kwenye kazi yake. So hapa aliandika hivi Imelda ujumbe wake kwa Karina baada ya kupata taarifa za kifo kupitia ukurasa wake wa Instagram. Imelda ameandika kwamba ulilia eh, kwa uchungu nisiondoke. Kumbe ulijua kabisa kwamba hatutaonana tena. Kwaheri shujaa wangu sina nguvu na kupenda. RIP. So watu hapa wamekuja kuweka comment kumpa moyo pia Imelda, kwa sababu huu msiba umemgusa vile vile Imelda to the maximum, kwa sababu Imelda alikuwa ni rafiki kabisa wa karibu wa karibu eh, wa wa Karina. Zamaradi amemu, amemtia nguvu hapa, amekuja ku Suraya Sanchi Wolde ameandika kwamba jamani, ni kweli pole sana e. Kuna kusa hapa ameandika, pole sana dada yangu, I feel you e, apumzike kwa amani dada yetu e. Huyu hapa Uncle Zumo amekuja ameandika kwamba dada yangu, Mungu anakulipa malipo makubwa sana. Eh, huyo ni Ankozumo eh, Wolpe ameandika hapa kwamba pole Imelda, pole sana eh, huyo hapa Faiza ameandika kwamba ameenda kujipumzikia maskini, inshallah eh, akaye mahali peponi ah, ameteseka sana. Huyo ni Faiza Ali. Haya, huyu hapa Hans, Hans Katara ameandika kwamba eh, kaitumikia vyema ibada, Allah ampokee Eh, alijistiri mpaka dakika za mwisho. Pumzika mama, upo sehemu salama sasa, hakuna tena mateso wala maumivu. Eh, mtu mwingine huyo amekuja ku comment hivyo kwa mtu, ameandika hapa, dada Imelda, huyu ni malaika diza, malkia malika designer ameandika kwamba dada Imelda, pole sana dada yangu, umepambana na hawa watu mno. Inshallah, Mungu atakulipa mema mengi, dada yetu. Kuna mtu mwingine amekuja ku comment hivyo kwa mtu mwingine hapa, amekuja ameandika inna lillahi wa inna June. Eh, kuna ma celebrity wengi sana kiukweli hapa amekuja ku comment pia kumpa pole Imelda kwa sababu wanaelewa jinsi ambavyo huu msiba umemgusa mtangazaji huyu wa Globo ambaye alifunga safari kutoka Tanzania mpaka India kule Delhi kwa ajili tu ya kumtembelea eh, na kupiga naye story kumfariji kubadilishana naye mawazo na, na kuwapa habari watu ambao walikuwa wanafuatilia safari nzima ya dada Karina. So, ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section tutakuwa tukisoma na